Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa kumi na nne atatoa mwito wa amani na umoja katika siku ya pili ya ziara yake huko Lebanon hii leo. Papa vile vile atatoa ujumbe wa matumaini kwa vijana ambao imani yao imepungua kutokana na migogoro iliyoko nchini humo. Jacob Safari ana mengi zaidi katika ripoti ifuatayo. Baada ya kuwasili kutoka Uturuki katika ziara yake ya kwanza nje ya nchi kama Papa Leo ametoa wito kwa viongozi wa Lebanon kuwatumikia wananchi wao wanaoteseka na, na, na ambao wameihama nchi hiyo kwa wingi na kuelekea katika nchi za kigeni. Maelfu ya watu wamejitokeza katika mitaa ya kaskazini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut kumlaki Papa Leo, licha ya mvua iliyokuwa ikinyesha, wakiwa na matumaini ya kuuona msafara wake huku wengine wakipeperusha bendera za Lebanon na Vatican. Kiongozi huyo kidini kwanza ataitembelea nyumba moja ya watawa huko Anaya iliyoko milimani kaskazini mwa Beirut, ambako ndiko kuliko na kaburi la mtakatifu Chabel Makhlouf aliyetangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1977 na ambaye ni maarufu mno hata miongoni mwa wasio wa Kristo nchini humo. Eneo alikuzikwa hutembelewa na Wakristo na no Waislamu vilevile. Baadaye papa atafanya mazungumzo na viongozi wa dini tofauti katikati mwa Beirut na kisha akutane na vijana nje kidogo ya mji huo mkuu mamlaka za Lebanon zimetangaza Desemba mosi na mbili kama sikukuu rasmi na kuongeza hatua za usalama ikiwemo kufungwa kwa barabara na kuweka marufuku ya upigaji picha wa aina yoyote ile kwa kutumia droni. Ziara yake imesubiriwa mno nchini Lebanon, ambako papa wa mwisho wa kufanya ziara nchini humo alikuwa Papa Benedikto wa 16 mwaka wa 2014. Lebanon inakabiliwa na mdororo wa kiuchumi uliodumu kwa miaka sita ambao unalaumiwa pakubwa kutokana na ufisadi na uongozi mbaya. Na wengi pia wanahofia vita vipya kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah licha ya usitishwaji mapigano kutangazwa Novemba mwaka uliopita. Na sasa Papa Leo ametaka mazungumzo yapewe nafasi katika kuleta amani huko Lebanon. Kwa hiyo amani itakuwa kwa wingi na ni jambo litakalotushangaza upeo wetu utakapotanuka na kuvuka kila ukuta na kigingi. Wakati mwingine tunafikiria kuwa kabla ya kuchukua hatua nyingine tunastahili kuhakiki na kutatua kila kitu. Badala yake, mazungumzo ya kweli, hata panapokuwa na kutoelewana, ndiyo njia inayoelekea kwenye maridhiano. Lebanon ni taifa lililo na idadi kubwa ya Waislamu ila thuluthi moja ya raia wake ni Wakristu na imekuwa nchi ambayo imepewa kipaumbele na Vatican kama mwamba wa kuwakinga Wakristu katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Katika miongo kadhaa iliyopita, mamia kwa maelfu ya Wakristu wameihama Mashariki ya Kati kabisa kutokana na vita na ongezeko la itikadi kali za Kiislamu. Licha ya migogoro mingi ambayo imelikumba eneo hilo, Lebanon inaendelea kufurahia uhuru wa kidini na ushawishi mkubwa wa kisiasa. Tangu ipate uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka wa 1943 kumekuwa na makubaliano ya kugawana mamlaka, ambapo rais wa Lebanon ni Mkristo, spika wa bunge ni Muislamu wa Kishia, na waziri mkuu ni Muislamu wa Kisuni. Hii inaifanya Lebanon kuwa nchi ya pekee ya kiarabu iliyo na rais Mkristo.